Okay, the kwa majina yanaitwa Kibadi, kwa hili tukio ambalo limetokea leo na kuhusiana na, mm, na, na mwizi wa Toyo. Vijana wenzangu, mtu pambane, tuachane na mambo yote ya kuhusiana na swala ya wizi, kwa maana mwizi ni kitu kizuri kiukweli, ni mtu ambaye tunamjua vijana ambao tunakawa vizuri iatengeo zetu nafanya naye kazi kwa muda mrefu ila tamani kitu ambacho sio kizuri ani tuweze kufanya kazi kazi, ndio kila kitu. Sababu yote na yote asingechomwa lio moto. Tumejaribu kumsaidia si kama si umeshindwa, kutokana na waliokuja ni watu ambao pia wana makali zaidi. Hebu tujaribu kupambana kijan, kwahili monesha na vipi, ahuyo kijana huwa anaonekana aga labda na tabia hizo, ama unainileaoyo kwa tabia hizo hana, ila kwa jinsi alivyosema mwanzo, alisema kama ameshirikishwa jambo hili, ila na wale wale waliokuja kwa pikipiki wanasema pia, ambayo ambao ameiba pikipiki wanamfahamu yeye, ila alipewa yani, yeye pia ni mshiria, wanasema kwamba ameshiriki. Wanasema ilitokea jana usiku saa tatu baada ya mechi ya Yanga mechi ya Yanga kuisha, kutoka nje wajaona hiyo ilileta huko asubuhi ama kuanzia jana tujajua, kwa sababu nilikuwa niko hapa kwa fundi. Jamaa alikuja akaambia ta toa pamoja na ngao, mara kidogo ndio wakatokea na nyie, kama vijana ye huku ni mtani kwao ama ye huku nima huku ni mtani kwao, mara nyingi anakuaga, lakini tunajua kwamba alikuwa ishaa